wa kuboresha miundo msingi ya vituo vya polisi na mahakama ili kuimarisha kampeni ya kupambana na ongezeko la visa vya dhuluma za kijinsia katika ukanda wa Pwani. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi vifaa vya afisi ya kukabiliana na dhuluma za kijinsia katika kituo cha Mtwapa ya Kilifi, afisa wa haki za kibinadamu katika afisi ya kamishna mkuu wa Umoja wa Kimataifa Charles Kwemoi amesema ni jukumu la serikali kuboresha miundo msingi ili kuimarisha usalama wa wathiriwa wa dhuluma hizo. We Clearly, it is not not the best for for dealing with these because it's it's too small and it's not possible for anybody to report cases where where they they they feel or or that the information that information are are providing uh -huh. will or where there are other people present. So, ii oheomaskio ya serikali ni ninyi mtoa habari kwetu na hatua itachukuliwa haraka iwezekanavyo na sisi tuko hapa kudumisha amani na tutakubali mwanacho yote ama mtoto yote wa hii nchi adhulumiwe na wakora. Gatuzi letu tumeweza kuanza kuona visa ambazo vinaongezeka vya kulawiti uh, watoto na pia visa vya kudhulumiwa kutumia njia ya mtandao ambazo zimeweza kuanza kuongezeka, na pia tungeza kushukuru jamii kuwa wameanza sasa kupiga ripoti kuhusu visa za wale ambao wako na shida ya kiakili ambao wamekuwa wakidhulumiwa. Wazazi tafadhalini, hii yote ni kwa sababu yenu. Shida ya watoto wetu ni nyinyi, mnasababisha defilement cases. Mzazi anaficha, anaficha hata kuja kuripoti hiyo cases, ni mtoto wako anaumia. Rememba hiyo kitu baada itaishi kwa kichwa mtoto wako, hata ukimzuia asikuje kuripoti.